Kikampenzi msikilizaji, huu wakati wenye namba umebaki, ni wakati wa kujifunza kumjua Mungu na kumtumikia kwa sababu hakuna wakati mwingine. Ndiyo sababu nimejitolea nikufunze kweli zote za Biblia kupatana na kumjua Mungu. Sauti siyo ingine ila ni ya Fero James na utakavi basi ori kapara hendelea kunisikiza, wenda basi utakunja kufaindika. Lakini mpenzi, lakini mpenzi msikilizanji, nataka tujifunze neno moja, na ambalo watu wengi hawajui: unawezaje kuonyesha kwamba unadhamini fidia? Na kwa hivyo bila kupoteza wakati kwa nini tunapaswa kumshukuru Yehova kwa fidia? Zawadi huwa yenye thamani hasa, ikiwa mtu wanji ametumia wakati, jitihada na gharama. Mioyo yetu mioyo yetu huchochewa tunapopata zawadi kutoka kwa mtu anaye tupenda kikweli. Fidia ndiyo zawadi bora za hindi, kwa sababu Mungu alijidhabihu kwa njia kubwa sana ili kuiandaa na andiko pale, kumbuka andiko la Yohana linasema Mungu alipenda ulimwengu sana hivi kwamba akamtoa mwana wake mzaliwa pekee kutuonyesha. Fidia ni udhibitisho wa pekee sana wa upendo wa Yehova kwetu, na kwa hivyo pia inaonyesha upendo wa Yesu kwa kuwa alikubali kutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa hiyo zawadi ya fidia Inapaswa, inapaswa kutusandikiza kwamba Yehova na mwana wake wana wanampenda kila mmoja wetu. Asanteni sana. Na kwa hivyo basi mpenzi msikilizaji, unawezaje kuonyesha kwamba unadhamini zawadi ya Mungu ya fidia? Kwanza kabisa mjifunze mengi kumhusu mpanji huyo mkuu Yehova, jifunze Biblia kwa kutumia Biblia kutakusaidia kumjua zaidi zaidi. Kadiri unavyozidi kumjua Yehova, ndivyo upendo wako unavyozidi kuongezeka. Naona, na kwa hivyo upendo huo utakufanya utake kumpendeza pia. Basi utoka pale mguu wako zaidi, onyesha kwamba una imani katika dhabihu ya fidia ya Yesu Kristo. Naona, Yesu alisema yule anayemwamini mwana ana uzima wa milele tunaweza kuonyesha kwamba tunamwamini Yesu, imani ya hai. Na hiyo ina, yani, imani ya hai na hiyo haionyeshwi kwa maneno tu. Kumbuka andiko la Yakoba, linasema imani bila matendo imekufa. Ndio, imani ya kweli inadhibitishwa kwa matendo, yaani jinsi tunavyojiendesha. Tunaweza kuonyesha kwamba tunamwamini Yesu kwa kujitahidi sana kumuinga kwa maneno na mapendo naona. Yani ni kutuonyesha ya kwamba ni kweli. Ili basi tutaka pale imani yetu iwe ya kweli, lazima huku basi tutaka pale matendo yetu, yani matendo yetu yawe ya kweli na kuonyesha kwamba tunamwamini Yesu kwa kujitahidi sana kumuinga kwa maneno na matendo yake, naona kuhudhuria mwadhimisho wa kila mwaka wa mulo wa jioni wa Bwana naona. Jioni ya Nisan 14 Yesu alianzisa aria mwadhimisho ambao katika Biblia unaitwa mulo wa jioni wa Bwana naona. Mwadhimisho huo pia huitwa ukumbuso wa kifo cha Yesu. Asante sana. Na hivyo basi, mpenzi msikilizaji, Yesu aliwaanzisa hili ili kuwasaidia mitume wake na Wakristo wote wa kweli kuzingatia akilini kwamba kupitia kifo chake akiwa mwanadamu kamilifu, alitoa nafsi yake hawai wake uwe fidia huko baso la kapale kwao huko. Yesu aliagiza hivi kuhusu mwadhimisho huo, endeleeni kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi, no? kuadhimisa ukumbuso kutukumbusha upendo alionyesha na Yehova na Yesu kuhusiana na fidia. Tunawezaje kuonyesha kwamba tunathamini fidia? Kwa kila ku, kwa mwathimiso wa yani ma yaani pale pare, tunaweza tunaweza kuonyesha kwamba tunathamini fidia kwa kuhudhuria kwa mwathimiso wa kila mwaka wa ukumbuso wa kifo cha Yesu. Asanteni, asante sana kwa kiyu, kwa kweli, kwa kweli na huko basi, naukubasoreka pale, kwa kweli, kweli. Mpenzi msikilizaji, fidia ilitolewa na Yehova ni zawadi yenye dhamani sana. Zawadi hiyo yenye dhamani inaweza kuwafahindi hata wale ambao wamekufa. Habari hiyo nitakufunza sehemu injayo, lakini basi tukapale huwe na hakika huku basi tukapale. Mpenzi msikilizaji, hivyo ndivyo na ambavyo unaweza kuonyesha kwamba unadhamini njia ya Yesu Kristo, kwa kujifunza mengi kumjua Mungu mpanji wako. Asante sana.